Shida ni moja, kuna mambo mawili yako, mambo wanafanyiana wenyewe wachezaji. hiyo ipo duniani kote, mambo kwa na misumali ipo, wenyewe kwa wenyewe wanaumezana, lakini sisi hapa kwetu, hapo muona hapa kwa Tanzania hapa, wachezaji wa Simba wanaharibiwa na watu wa Yanga, wachezaji wa Simba wanaharibiwa na watu wa Yanga. Kiaje hapo? Yaani, ninaposema wanaharibiwa, sisi mtaani huku tunakaa na tunaona, si umeelewa? Yaani huku mtaani mtu hajatumwa na klabu Hajaagizwa na klabu, hmm. Yeye, yeah, anatembea na majina. Mtu wa Yanga anatembea majina ya nini ya Simba na mkeka na mkeka, watajua Simba tena wale key players wale hmm, ndio anatembea nao tunaona humu, na mtu anakuja na kuonesha, umeona baba hmm, na kwa nyonga hapa. <laughs> Yaani hapa anaenda kwao Mwakidila hiyo. Hao hmm, anaenda Pangani. Hmm. Umeelewa? Hmm. Anakwambia kabisa babu umeona hii? Hmm. Anaenda kuamaliza. Hajapewa hata mia na klabu. Hajaagizwa na kiongozi. Yaani yeye mwenyewe individual tu anakwenda anakwenda kuwanyonga watu. Ana kama wanaenda kuamaliza na kwa ndoangalia na kama hawa huyu huyu usi ndo mnawategemea, ah wote, mimi naenda kuamaliza. Hajatumwa na klabu huyo, hajafanya chochote mwenyewe, anajitolea yeye mwenyewe tu yeye mwenyewe mone. Yani umeona ye mwenye, yani yeye mwenyewe anakwenda kunyonga watu. Mwangalie Mpanzu mzaji wetu, hebu mtu anagongesha misumari, anagongesha mwamba sehemu moja karibu, yani mara tatu mechi moja pale pale hapo hapo tu, mpira uingie goli na gwe, na kula nondo inarudi, na kula nondo inarudi. Wewe unaona kawaida ile. Misumari ile hmm. Ile misumari. watafuna wachezaji wa Simba. Mimi hapa kuna mtu ashakujaga hapa maskani kaja, ninakwambia mimi nazungumza kitu ambacho kipo hmm. Mavambo hmm. Mpanzu, Budo, Mkwala, hmm. Aua hmm. na beki wetu mmoja yule Hamza hmm. alikuwa na lisi watu kama saba hivi yuko nayo yuko nayo, yuko nayo. Hmm. na <laughs> naso mmoja babao hmm. kwako kibaoao mimi namshikaji wangu mmoja Saidi Alikuwa yuko Mwanza, ukiingia toileti kama kwenye mabaa hivi ukaingia hapa, ukaingia huku kwa wanawake, mtu kavaa suti anaongea, yani wana group ah. Kwa nini wao wameshinda sasa? katumwa na timu wanagrupu lao wao wenyewe, akapogoma yani watu wamechanga laki tatu zimeenda kwa mganga, Simba afungwe, wenyewe hii miaka mitano ndo maana kiasi na hii mechi nakuja, wanatufunga wanatufunga. mm. mi wow. wanatufunga mara saba mi mm. Nakwambia ichukue ishinayo nayo hii hatutoki, wanatufunga tena. Inabidi wachezaji wapigiwe kisomo, watu waangaike, yani ya mata... unajua, sisi hatuko hatuko organized, yani tuko separate sasa hivi umeelewa? yeah. yani ma matawi ya, ya viongozi hao, upande wa mwenyekiti huku yana matawi, yani tuko disorganized kabisa hatuko wamoja eh, hey, yani sisi natakiwa tu mkisha kuwa wamoja, yani hata hao wanafanya nisi, mnafanya mnakuwa mnachuana hapo katikati mm. Lakini sasa nyinyi, huyu anakwenda huko, ana hata mueleweki, mnafikiri mtamtoa mta, mta bwana <laughs> eh, lazima tufungwe. Mimi nakwambia yani lazima tufungwe na watatufunga tena. Mimi nakwambia wanawapiga tena mara saba, watatufunga tena mara saba, trust me. Kwa huo mwendo tunakuwa nao hey, wanatufunga wana, kama uamini mimi nipo, Mungu atupe pumzi, tukutane tena. Mimi na hapa, mdogo wangu utakuja uniambia, bro ulisema